Wafanyakazi watano wa serikali ya kaunti ya Homa Bay pamoja na afisa mmoja mwandamizi kutoka idara ya serikali ya ujenzi wamefikishwa katika mahakama ya Kisii kuhusiana na madai ya ukiukaji taratibu katika utoaji zabuni za zaidi ya shilingi milioni 348, mbele ya hakimu mkuu Mildred Obura, sita hao walikanusha mashtaka manane yanayohusiana na utoaji wa zabuni ya shilingi milioni 348 kwa kampuni ya Heartland Enterprises kwa minajili ya ujenzi wa jengo la ofisi ya bunge la kaunti ya Homa Bay, akiwa ni pamoja na aliyekuwa karani wa bunge la kaunti ya Homa Bay Daniel Kaudo, aliyekuwa kaimu karani Faith Apuko, aliyekuwa waziri wa ardhi wa kaunti hiyo Roslino Dhiambo Patrick Tunoi ambaye ni afisa mkuu wa utathmini wa gharama za ujenzi katika idara ya serikali ya ujenzi pamoja na wakurugenzi wa kampuni ya Heartland Enterprises James Oyuka na mary Odora ambaye pia ni muuguzi mkuu katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Homa Bay. Mahakama iliamuru waachiliwe kwa dhamana ya shilingi milioni thelathini kila mmoja au bondi mbadala ya shilingi milioni tano pesa taslim. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe mbili mwezi ujao.